Kuna takriban watu elfu moja na mia mbili wamefika hapa kutoka nchi karibu thelathini na mbili na kuna mashirika tofauti ambayo wamekuja, so tuna advocate ile tunaita partnership collaboration, kuwa kufanya kazi pamoja, na kuna watu ambao wanaweza kujifundisha ubunifu uh, kutoka kwa watu wengine. Hiyo ndio jambo la kwanza ambalo linaleta manufaa ya kongamano kama hili. Jambo la pili ni kwamba watu wanaweza pia kufanya utafiti ama ubunifu pamoja kwa sababu uh, the ocean has no borders, so to speak. kwa hivyo, it's a collective responsibility, na uzuri wa kufanya hili jambo hapa pia inaleta um, yn yani, uh, mwamko ya kwamba watu wanaona kwamba ala, kumbe watu wengine waweza kufanya hili jambo wakaweza kunufaika wakaweza kufaidika, na sisi pia tunaweza kufanya jambo kama hili. tuko na chuo hapa cha Kenya Marine Research Institute for a long time wamefanya utafiti mwingi sana. Ni kuchukua ule utafiti na kupackage vizuri, kutengeneza zile polisi na kuangalia masala yale yatakuwa na uh, natija gani ama yatakuwa na impact gani katika society. Na hili jambo tumeweza sasa, tuwe tunaongea na wao. Kwa mfano, kuna vitu katika bahari tunaita sea, uh, weed. Watu wameweza kuchukua mambo kama hayo, wakatengeneza beauty products, wakatengeneza vyakula wakatengeneza spices. Unaona, jambo kama hilo ni kitu kidogo. Watu wamejaribu kutumia plastic ambazo ziko microplastic, wakaweza kurecycle zile plastic such a way that wameweza kutoa gas kutokana na, na, na plastic, ambapo tani moja ya plastic inaweza kupatia karibu um, 700, uh, kilos of gas. Hii ni mifano midogo sana, lakini ikiwa vijana wataweza kuingia katika hizi nyanja kama hizi wataweza kufaidika zaidi.